Tukisonga mbele ili kupunguza visa vya msongo wa mawazo miongoni mwa wanafunzi humo nchini, pana haja ya sekta ya afya na ya elimu kushirikiana kwa kuweka mikakati ya kutoa ushauri nasaha kwa shule humo nchini. Dan Dunde na Bwayo ni mwanahabari wa Runinga Magharibi akiwa amekita kambi katika kaunti ya Kakamega. Wadau wakiongozwa na mwenyekiti wa shirika la kudhibiti matumizi ya tumbaku nchini, Joel Gitali, wamesikitikia hatua ya Wizara ya Elimu kuwazuia wataalamu wa ushauri nasaha kutembelea shule ili kuwasaidia wanafunzi na walimu wenye msongo wa mawazo ya mihadarati na vileo ambavyo tunavijua pombe na um, tumbaku na vileo vinginevyo ambavyo vinasababisha matatizo makubwa katika jamii yetu. Hivyo lazima tuseme tuna matatizo haya, kuna matatizo ya kiuchumi ambayo yanasababisha uh, kutokuwa na hali nzuri, afya nzuri ya kimawazo, kuna msongo wa mawazo, kuna mambo tu mengi, unakuta watu hawana kazi, watu hawana chakula, ya kwamba Wizara ya Afya wale wataalamu wa kutoa ushauri nasaha waungane pamoja na uh, na Wizara ya Elimu ili kutembelea shule na kutoa ushauri. Getali ametaka wizara hiyo kushirikiana na ile ya afya kwa kuwafaa watu wa aina hiyo, huku ulimwengu ukiendelea kuadhimisha mwezi wa kukabili msongo mwazo. Waingie, ni bora tu kujua ni nani anaingia, anaenda kufanya nini, wachunguzwe. Sio tu kuwaruhusu kuenda, lakini sio kuwazuia Iti watu hao wasiingie, hapana. Tunastahili kuwa na usaidizi wa aina hii ili tuone ya kwamba watoto wanaongeleshwa, walimu wanaongeleshwa, mambo yanaenda vizuri. Hata halmashauri ya shule wawe na vikao na watoto na wazazi, wanaongea mambo ambayo ni sawa. Ni jambo la kusikitisha kukuta, hata wazazi wanastahili kuongeleshwa kwa sababu wao pia wanakuwa katika hali hiyo wengine tunapoongea juu ya mambo haya, unakuta wao ndio wanatumia mihadarati pombe, ni hasa hata hawana ushauri kwa watoto wao. Amelitaka bunge la kitaifa kuharakisha kupitisha sheria za kusaidia kudhibiti matumizi haya ya bidhaa za tumbaku, akisema huwa zinachangia watu wengi kupata shida za kiafya. Mambo haya tukaongea, tukafikia mahali tukafanya yale matengenezo ambayo tulitaka, tukawa na ile tobako Uh, control amendment bill ambayo inastahili kuwa katika bunge. Mswada huu umelaliwa na mtu ambaye hatujui ni nani, ukiuliza hakuna jibu ambalo tunapata. Na pia hata mswada kama huu ukawasilishwa katika bunge la seneti na mheshimiwa Mumo tena, tumeona mambo yamekuwa tu manyamavu tu, hakuna jambo ambalo linaendelea. Hivyo tunasema ya kwamba sheria kama hizo za kudhibiti vitu ambavyo vinasababisha matatizo katika jamii. Wakati huo huo, mwenyekiti huyo ameitaka wizara ya afya nchini kuhakikisha kwamba serikali za kaunti zinapata fedha za kutosha kuboresha mazingira ya utendakazi, ili wananchi wapate huduma huo, kuliko kuangaika kutokana na migomo ya kila mara. Kwa hivyo serikali kuu inastahili kufanya mambo na serikali za ugatuzi, kama wanahela ambazo wangependa pengine kuanzisha taasisi za kutoa uh, ushauri katika kaunti kumi, vile wanasema, waangalie ni kaunti kumi gani hizo ambazo zinafaa, halafu washirikiane na serikali za kaunti. Haya mambo ya kusema kila mahali wanataka kujenga, hata kuna madarasa katika shule za upili mengi hayana watoto, na wanang'ang'ana kujenga madarasa katika shule za Z za msingi at JSS. Sasa saa hii tunaona wizara ya afya wanaanza kuongea juu ya kujenga kujenga kujenga. Ukienda kwa hospitali zetu sasa, unakuta hakuna madaktari kwa sababu wamegoma, na hilo ni jambo baya zaidi ambalo lazima tuliangalie, uh, ili sekta ya afya ipate kuimarika. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde.